Ndo mchezo sio kubali kushindwa sio mpinzani, unategemea kushinda, kushindwa, lakini umeona timu yako ilipocheza, bado matarajio yalikuwa yale yale ya yeah. Matarajio yalikuwa yale, na ndo maana hadi tulivyodisha goli la kwanza, morali tulikuwa nayo, lakini ndo hivyo. Ukiangalia tulizidiwa sehemu fulani ambayo ni kwanda ushambuliaji, tumezidiwa kama kiuchezaji, tumezidiwa uwanja mzima kwanza ndo picha naanza leo mmekubali. Ah, kukubali kawaida. So kubali kushindwa sio mshindani, ndugu yangu. Mtu yoyote anayesemaje kiupinzani Yanga sio kamana timu Yanga timu anayo, kiupinzani ninakwambia timu wana, lakini Yanga timu anayo timu, anayo, anayo. Ana timu. Kwa nini katoka sasa Yanga Simba kapita? Bingwa wapi? Kombe gani? Leo umeshinda lenda wapi? Umeshinda bila lenda wapi? Yanga bingwa. Akatae akubali ila Yanga. Leo umeshinda bila lenda wapi? Jamani huyu huyu amepoteana kwa sababu tayari yeah, yeah, tulichomkuta ameshakiona, ila ame umeenda wapi? Unenda wapi? Unaenda nimechukua pointi 3 na naomba kuchukua kombe la NBC.